Dakika tisini za moto dhidi ya Wydad, ambaye alishinda mchezo uliopita na ninyi mkipoteza, pengine unaziona unazionaje dakika tisini hizi? Ni kweli kwanza, kwa majina yangu naomba kujitambulisha, naitwa Gaspar Johnson Kimati, kutokea Zanzibar. Mimi nimefurahi mechi iliyopita tulipoteza, tulipoteza kweli, sijafurahi kupoteza ile mechi lakini nimeumia, lakini kwa leo imenipa opportunity ya kwenda kupambana, na naamini kwamba inawezekana leo sisi kama Azam, mashabiki wa Azam Zanzibar tunajaza uwanja na tunajaza uwanja kwa sababu gani? Unajua, tunajaza uwanja kwa sababu leo tunaenda kushinda ushindi wa kishindo katika mechi yetu ambayo ya leo tunacheza dhidi ya wida hadi mida ya saa moja na nina uhakika mechi ya leo tunashinda goli tatu sifuri. Hakuna aziziki Hakuna hamdabati hakuna akimzi echi hakuna kocha wa, wa, wa, wa waidadi wala kocha msaidizi hakuna. Leo sisi tunamwamini Florenti Ibenge, ndio kocha anaenda kutuvusha hatua yeah, ya robo fainali, kututoa katika makundi, kutupeleka katika katika hatua ya robo fainali yeah. Hivyo basi nawaambia tu mashabiki wa Azam wasisubutu kusita kuja uwanjani, waje uwanjani lakini sio kuja uwanjani tu waje uwanjani waisapoti timu yao, kwa sababu leo ni siku ya Azam kuandika historia ya kumpiga Wydad Kasablanka ya Moroko. Bao tatu bao tatu, mzee, unajua bao tatu bao tatu tatu, kwa mtungi, na maanisha bao tatu kwa sifuri. Sifuri la kwanza, la la kwanza anafunga Kitambala ambaye alisemwa sana kwenye mechi ile ya Kongo. La pili anafunga Fei Toto, Feisal Salum la tatu anakuja kufunga mchezaji ambaye si nitamtaja ni siri sana, na huyo mchezaji atakuja kuwa surprise kwa mashabiki wa Tanzania yeah. Lakini atakuwa surprise kwa mashabiki wa Azam FC ya Zanzibar. Leo mimi nawaambia Watanzania waitizame gemu ya Azam, lakini wamtizame Florent Ibenge na watizame kikosi ambacho kimeanzishwa leo. Tuna uhakika tutaenda kushinda ushindi wa kishindo. Mimi nina imani na Azam, ndio maana nimetoka da kuja kuitizama gemu yetu, japo kwa makazi yangu ni Zanzibar, makazi yangu katika kazi zangu niko Dar es Salaam pale Sanika. Nimekuja nimevuka maji kuja kuisapoti Azam kwa sababu na believe ni timu ambayo itanipa ushindi wa kishindo sio ushindi wa kishindo tu, itanipa ushindi ambao leo tunaandika historia kwenda katika hatua robo fainali. Na mwanga tunaupata unakutana na Wydad ambaye hivi sasa ndiye anaongoza Botola Pro ligi ya Moroko, na wewe ukiwa nafasi ya kumi na nne michezo mitatu me kishinda mmoja pekee, pengine hii haikutishi kwa namna yoyote. Haiwezi kunitisha kwa sababu hii, hadi Casablanca ya Moroko, yeye ndiye anaongoza ligi yao, hiyo haiwezi kunitisha. Na sisi tuko nafasi ya 14. haiwezi kunitisha kwa sababu sisi tuna viporo vingi katika ligi yetu ya cheza, na sisi hatuangalii ligi ya Moroko wala hatuangalii ligi ya Tanzania. Sisi tunaangalia mashindano ya kombe la shirikisho barani Afrika ambapo leo Azam anaenda kupindua meza dhidi ya Azizi Ki zidi ya Wydad Casablanca Morocco. Mimi nawaambia waandishi wa habari, leo tukimaliza mechi, mnifate mimi Kimati, mje mshuhudie press conference ambayo nitaianzisha leo pale jukwaa la VIP chini nje pale, nitakuwa na press conference nzuri kabisa. Kwa ajili gani ya kuishangilia Azam, na leo nikuambie kabisa, tangu jana nilisha tabiri tunafunga bao tatu. Ndio mechi ikiisha, wewe njoo nione tusipofunga bao tatu na kupatia shilingi milioni moja ya Kitanzania. Nimetoka nayo Dar es Salaam, ninao mfukoni. Ni maneno ya kweli haya? Sio maneno ya mdomo, kuna maneno ya kutoka moyoni, ushanifahamu hmm. Wakati yeah. unamtongoza mwanamke unamwambia unampenda, ni lazima utoe maneno moyoni Sio maneno ya ropo roporopo, kwa sababu upate cha mchepuko. Mimi ninaongelea kutoka moyoni kwamba hivi leo tusiposhinda nitakupatia milioni moja na tukishinda bao mbili nitakupatia milioni mbili nikishinda bao tatu nina uhakika utakuja kufanya press conference kwangu nzuri, yenye ubora na quality na kiwango kizuri sana. Basi tukutane mara baada ya dakika 90. Ninakuambia tena, dakika 90 zikipita karibu sana katika uwanja pale VIP chini pale uje utizame press conference yangu. Asante sana, asante sana.